Siku moja Umar ibn Khattab aliletewa kesi, baba akaja kumshtaki mwanawe kwa khalifa, amiri almu'minin. Anamjua kwamba Umar ni mkali, mara anakata mtu kichwa. Akaja akamshtaki mwanawe, akamwambia, mwanangu kanipiga. Baba kapigwa na mtoto, waya hayajaanza leo we. Yapo kutokea zamani, angele sababu nini? inna hadha waladi huyu unayemwona hapa ni mwanangu, innahu darabani, amenipiga. Huyu mtoto gani? Anampiga baba? Akamwita mtoto Omar, akamkemea, akamkaribia, akamweleza, akamweleza. Yule mtoto akasema, na kweli nakiri, nimefanya kosa, amira almu'minin, lakini nauliza swali. Eh, una swali gani? Asema, awalaisa lilabnai huquq ya amira lmuminini? Sisi watoto kwani hatuna haki kwa wazazi wetu? na sisi pia kama umenieleza kwamba haki ya baba nimfanyie hivi nimfanyie hivi, nimfanyie hivi, hivi na sisi watoto ya, hatuna haki kwa wazee? Akaambia, bala mna haki zenu. Aku niambie baadhi ya haki zetu sisi kwa wazee nini? Akawambia, miongoni mwa haki zenu watoto baba an yantaqiya lahu umman, baba akutafutie mama bora, mama mzuri. Alahu sema wa an yuhsi nasma, baba akupe jina zuri ukishazaliwa. Wa an yuallimahu alkitab, kisha baba akulee akusomeshe hususan kitabu cha Qur'an. Amba basi ya amira almuminin huyu babangu huyu hajafanya moja katika matatu hayo. Hata moja hajawahi kufanya. Mama yangu siyo mama bora. Alikuwa mwanamke wa mtu mmoja, alikuwa majusi anaabudia moto, baadaye akamchukua yeye akawa mkewe yeye, ndo mimi nimezaliwa, alafu jina alonipa mimi kanita Khumfusa ya Juhulan, kwa Kiswahili, naita dudumavi, ndo jina lake huyo alafu hajanisomesha hata herufi moja katika kitabu. Amenipa ng'ombe, kondoo na mbuzi, mi kazi yangu ni kuchunga tu. Omar bin Khattab kaamba, unaona, unaona wewe, umekuja kumshtaki mwanao, lakini yeye amekushtaki zaidi. Yeye amekushtaki zaidi, hujamchagulia mama Hujamchagulia hata jina basi angalau mwite jina zuri. Unamwita lile dudu ambalo kazi yake ni kubiringisha vitu vichafu vichafu, ndio jina la mwanao kweli? Wewe hujaona jina isipokuwa hilo. Alafu msomeshi unampa tu kazi za kufanya. Kazi yake kupiga makondoo na mbuzi, sasa kakuona na wewe ni mmoja katika makondoo, kakupiga. Sasa tuangalie pia na haki zao watoto. Wazazi, tunaanza sisi, tunawabovua sisi watoto, tunawaharibu sisi watoto, hatusemi na watoto wetu, hatuelekezi hatuna sisi. Hata mtoto wako ukiona ametiwa adabu, cha ajabu, wewe ndio unakasirika, unakaribia kupigana. Hakuna mtu asinipigie mtoto wangu, mimi mtoto mwenyewe hana adabu. Wenzako wakikusaidia kutengezea ku, ku, mtoto unakuja juu.